Naam mpenzi mtazamaji, karibu kwenye habari za michezo. Mimi nafahamika kama Farida Ali, jezi nambari 15 mgongoni. Bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB imetangaza ushirikiano mpya na klabu mashuhuri ya Hispania Atletico de Madrid kupitia chapa ya Visit Rwanda. Ushirikiano huu ni wa kwanza kabisa kati ya klabu hiyo na chapa kutoka Afrika. Jean Guy Africa mkurugenzi mtendaji wa RDB amesema kuwa ushirikiano huu no unaonyesha malengo ya Rwanda ya kuwa kitovu cha utalii, uwekezaji na michezo. Ameeleza kuwa maadili ya Atletico kama uvumilivu, nidhamu na ubora yanaendana na dira ya maendeleo ya Rwanda. Kupitia mkataba huu ambao unaendelea hadi Juni 30 mwaka 2028, Visit Rwanda itakuwa mmoja wa shirika wakuu kuu wa Atletico de Madrid. Chapa hii inatokana kwenye jezi za mazoezi na za kupasha misuli za timu ya wanaume katika mechi tano za mwisho za La Liga pamoja na kwenye mashindano ya kombe la dunia la klabu. Kuanzia msimu ujao, Visit Rwanda pia itawekwa kwenye jezi za timu ya wanawake na nyuma ya jezi za mechi za timu zote mbili. Ushirikiano huu utasaidia kuitangaza Rwanda kwa washabiki wa soka wanaozungumza Kihispania na dunia kote kupitia uwanja wa klabu hiyo, majukwaa yao ya kidijitali na kampeni mbalimbali za kimataifa. Aidha, Visit Rwanda itakuwa mshirika rasmi wa mazoezi ya klabu, utalii na pia msambazaji wa kahawa, hatua ambayo itatangaza kahawa maarufu ya Rwanda duniani. Huu ni mwendelezo wa mafanikio ya ushirikiano wa Rwanda na klabu kubwa kama Arsenal Paris Saint Germain na Bayern Munich na sasa kwa mara ya kwanza na klabu kutoka La Liga ya Hispania. Oscar Mayo, mmoja wa wakurugenzi wa Atletico, amesema anajivunia kushirikiana na Rwanda, nchi inayokuwa kwa kasi na inayojitokeza kimataifa katika sekta mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndio natamatisha habari ya mchezo. Mimi nafahamika kama Farida Ali, nambari 15 mgongoni.